Ritta Kabati mbunge wa jimbo la Kilolo kwa, Iniringa, kwa kweli leo tumepata masikitiko makubwa sana kupata taarifa za kifo za Jenista Mhagama. Ametustua sana mimi sikutegemea kwa sababu Jenista Mhagama, kwanza tumeagana naye vizuri sana tulipomaliza bunge letu lile la kuapishwa la mwezi wa kumi na moja, lakini Jenista Mhagama mi nishampigia simu wakati niko nimeshakuja jimboni ni mama ni kiongozi ambaye alikuwa anapenda sana sasa <laughs> wanawake tuingie majimboni ni kati ya mbunge ya, ya aliyetuhamasisha ya sana sisi ambao tumeenda jimboni mwaka huu kipindi hiki ambacho tumeingia alikuwa anatupa moyo alikuwa anatutoa woga alikuwa yani anapenda watu alikuwa yeye haogopi na alikuwa anatuondolea woga kwamba nenda nenda nenda huwezi kushindwa kwa kweli tumepata pigo kubwa sana na tulikuwa tunamwita ndio kamanda wetu pale bungeni, tulikuwa tunamwita ndio mwenyekiti wetu, tulikuwa tumemba majina mengi sana kwa hiyo, kuondokewa kwake tena ghafla, umetuuma umetusikitisha, lakini tunajua kwamba wote tuta, njia aliyoipita tutapita, lakini tunapoondokewa na mtu ambaye kwanza hatujasikia kuumwa kwake, kwa sababu kama mimi nimeona kwenye mtandao na mheshimiwa ana Lupembe akanipigia simu sikuamini. Kwa kweli nawapa pole sana sana, hasa Watanzania, kwa sababu amekuwa kiongozi wa muda mrefu na ametumikia nafasi nyingi sana na mara ya mwisho ametumikia waziri wa afya, na bahati nzuri nilimuuliza swali ambalo ilikuwa aje hapa kwetu, aje ampe tuzo aa, mneki wetu ambaye kwa kazi nzuri ambaye amekuwa akifanya katika hospitali yetu ya mkoa, akaniahidi na bahati mbaya sasa uh, uh, akashindwa kufanya kwa sababu ya akawa ameshamaliza waziri wake. Kwa hiyo akaniahidi kwamba kama ntaendelea kuwa waziri, mimi nimekuahidi, nitakuja kutoa hiyo tuzo kwa sababu mneki wenu anastahili kwa kazi nzuri aliyofanya katika wizara ya afya katika mambo ya afya, e, mkoa wetu wa Iringa. Kwa hiyo hilo ndio la mwisho ambalo tulikuwa tumeahidiana naye kuja kufanya kazi kwenye mkoa wetu wa Iringa. Inauma, inaumiza, inauma sana kwa kweli. Tunaamini kabisa watanzania wote tutamkumbuka kwa mambo makubwa aliyoyafanya, mambo mengi aliyoyafanya. Nakumbuka mara ya mwisho Rais alisema huyu ni kiraka, popote tunamuweka, na alikuwa anamweka kweli, wizara nyingi anafanya vizuri kwa hiyo tunaomba wana Peramiho, ndugu zake wa Tanzania, tuendelee kumuenzi kwa kukumbuka yale mema aliyotufanyia kwenye nchi yetu. Asante sana, nashukuru.